unakuta tele hivi mundoro na nakuta maofisieri wa Rwanda tele hivi bana yala mu ndoro beko te na anatushe mo yana pataka problemi kato koto ali ala mutu yeah. <clears throat> mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuyorganize, ili arme ikuwe na batoto ya ya nchi, anaorganize arme anapeleka batoto kumafunzo Chisekedi alifanya kazi kubwa, anadote arme alikuwa na malengo na njo maana wakati wote walikuwa na mulomba negosiasyon na M23 alikata, alisema: awezi ku, awezi kusema na M23, atasema na Rwanda. cha Rwanda njo namuagresi, na kweli Rwanda njo natuagresi. M23 ni kitu kimoya hivi tu kenye bana bana hunda pale tu misio bukubwa mpaka banyanganya hii eneo, wao watawale yule ya budongo, na wa imperialist wakwe wengine chini ya, chini ya bulongo. Tuko pamoja, njoo misio iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wa bwana wanaingia, wana proclaim ile eta yao, wana tufukuza hapa. Wandugu wapenzi, hatutapata inchi, msiwazi tutapata inchi nyingine. Kama unatoka hapa unaenda Kishasa utaitwa huko mgeni kisha Kishasa ulikimbia kwenu uliacha nazisha kwenu. <tipos> aiko vile <tipos> tutakuwa wageni sasa. Tutaenda wapi? Watoto tuko na zala, tutawaachia, tutawaacha wapi? Na baba zetu wakambo zetu walituachia hiyo udongo hii. Hiyo udongo hii, hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona saa vile Mtu wa M23 akuja anakuita kwa telefoni sababu anakupatia kamili dolari anakupa nini wewe, wote unaregea unasema wakuje wapite. Tuko na regret sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiende. una unajua, wako wanatoka wanaenda wapi, kwenye wanaenda sababu gani? Eko na solicite, bampatie kazi Bukavu, bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na nafasi zingine wanaweza wanaweza kukupropose kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi na kukuua, wanakuua. Si kwa maono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23, tunaweza pigana, tunaweza pigana naye hata hapa, kama nyoni njoo, maana tulianza depuis 2023 kama muli, tulipata mawazo sisi ya kuanza kutu, kutuma watu Goma. Tuliona kwamba zile angali anatoka kule angali anaingia. Adui ilifoku kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akishaingia Bukavu anakuja. Watoto ba vwa Yuba kule bata bata bata ingia mbele mamufuma. Kesho itakuwa sema nani anapigana na Wakongomani kwa kwa Kongomani. Lo. Hata hapenzi akiingia leo hapa. Huko watu watajiunga naye. Haiko vile. Akiingia Fizi huko watu watajiunga naye. Msizani kama watu watu watakuwa wanakuwa na mawazo moja. Hapa. Hakuna. Lakini hapa tulipata blokaji hapa. Blokaji tulipata hapa ni blokaji ya huyu Rama. Ha? Huyu General Rama alikuwa hapa. Kumbe ni LCD wa damu na anao wa bale bale njoo bibi yake. Urona? Ana tuzuia. Anaturudisha hapa hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale, anasema mupande mapoti tena muru. Murudi. Bwana maneno asema naenda kule kule. Sasa pokea hapa. M23 na mawazo gani? Anatugeuzia maneno asema naenda au anenda abaku kwanza abakutuambia ikakuwa mingi kwa mingi, lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye alimwingiza ndoro. Rais alijua mule mule Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa, wandugu wapenzi, kama hatukufanya umoja, kama hatukusimama kama vile wanaume, wandugu, tujue kama batoto yetu, batoto yetu njoo batatujije, batatujije kwa batretre batoto yetu Sisi sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri ma proposition vijana apa, ma proposition muzuri sana tuangalie, kitu gani tuta? Tutafanya, tusikalie malumbani ya sisi kwa sisi. Kama tuliwaita wakomanda ax, tuliwaita sababu kitu ya kwanza tufanye pri- nani, uh, prise de contact sababu tangia tuwateuwe kukamatele maase atujaonana na nyinyi, tuangalie tukamate mipango pamoja, namna gani huyu adui atashambuliwa. Tunajua kwamba sie uh, wazalendo tuko na double dependance selon organisation ya Kinshasa.